Hayo yamesemwa na Shekh Hasani Yasini Mchondo ambaye pia ni kadhi wa wilaya ya Ilemela mkoani Mwanza, ambapo amesema watoto wanaposhindwa kulelewa na wazazi wao ndiyo inapelekea kujiingiza kwenye makundi hatarishi. Leo mzazi anaposhindwa kusimamia suala la mtoto ni kwamba mtoto atalelewa katika mifumo ambayo ni nje ya yule mzazi katika maadili yake. Kwamba katika moja ya jambo la msingi sana ni kuandaa kizazi ambacho kizazi kitakuja kuwa na manufaa kwako wewe, lakini kuwa na manufaa kwenye nchi, kuwa na manufaa katika jamii, kwa sababu ile jamii itakufurahikia wewe mzazi pindi ambapo utakuwa umemlea mtoto wako katika maisha yaliyokuwa mazuri Ndiyo, hatakuwa anaishi katika na maisha ya utii. Kwa hiyo milangu, usia wangu na kuombeni wazazi, mababa, mamama, tuamini, heshima yako, heshima ya mtoto ni kwako wewe mzazi. Ukikosea heshima mtoto akawa hana basi, ujui wewe pia mzazi utakuwa umepoteza heshima. Tusikubali wazazi kupoteza heshima kwa sababu ya watoto wetu. Nao baadhi ya vijana wa jiji la Mwanza wamewashauri vijana wenzao kutokujiingiza kwenye makundi mabaya kwani anaweza kuwapelekea kukosa maadili katika jamii. Jua vijana wenzangu, inabidi tubadilike tuache kufuata mikumbo pia. E, maadili, najua kila kijana ana maadili pia, kutokana na hili swala iliyotokea tarehe 29 Oktoba. Jamani vijana, mimi nawashauri tujitume, tufanye kazi kwa bidii wetu atatusaidia. Kwa upande wangu mimi, tuseme kama kwa changamoto zilizotokea za vurugu kwa wiki zilizopita kwa chache, kwa upande wangu mimi ni asili kitu kikubwa sana mimi kama kijana, maana sisi kwa wengine mpaka tutoke ndio tunaweza kupata nafasi ya kitu kwenda kinywa, lakini kwa kila kipindi tumekaa ndani, siku zilikuwa ni chache, lakini tulipitia wakati mgumu sana, mimi kama mimi kama vijana na washawishi Tuzidi kufanya kazi ili tuzidi kumake pesa na mambo ya msingi sana yazidi kuendelea. Nikiripoti kutokea hapa mkoani Mwanza, Saada Mzinga, Abudi TV.